Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Habari ya kwako mpendwa na ndugu mtazamaji, leo pia nimekuandalia somo makini na zuri ambalo nimelipatia kichwa kinachosema usipuuze kila ndoto unayoiota. Mungu wetu ni Mungu wa dalili. Hakuna jambo lolote, narudia tena, hakuna jambo lolote ambalo linampata mwanadamu pasipo kujulishwa na ninaiweka hii ili istiki kabisa kichwani mwako, ya kwamba hakuna jambo linalompata mwanadamu bila Mungu kutahadharisha. Mungu wetu ni Mungu wa dalili. Kuwa makini sana na ndoto unazoziota. Dunia imekuwa na mambo mengi sana, imewafanya watu hata kutokujali kabisa ndoto wanazoziota. Ni kweli ndoto ziko nyingi, lakini ziko ndoto ambayo hata wewe ukiota, unaona kabisa kuna namna ina maana fulani ziko ambazo tu utakuwa umevimbewa, umekula ugali, ama una madeni mengi umeshindwa kulipa, ama matatizo yako mengine. Lakini kiukweli, kama utakaa na kutafakari vizuri, Mungu huongea na watu wake kwa njia ya ndoto mara nyingi sana, na mimi nikiwemo. Inawezekana umewahi kukutana na jambo hili kwamba uka, ukaenda mahali fulani, alafu ukakuta mazingira fulani, kuna jambo linatokea kana kwamba unalijua. Ukijitazama eneo lilopo, ni kana kwamba umewahi kuliona, lakini ni eneo jipya. Maana yake ni nini? Haukuwa makini, Mungu aliwahi kukuonesha kwenye ndoto. Mimi ni mfano wa watu hao. Mbona natamani tu kukupatia ndoto yangu moja ambayo nina nina, nina hakika kwamba Mungu anazungumza na watu kwa njia ya ndoto. Siku moja nikiwa nimealikwa mahali fulani kwenda kuhudumu, nikawa ninajiuliza hilo eneo litakuwa ni eneo gani? maana nilikuwa sijafika, litakuwa linaonekana vipi? maana popote unapoenda kwa ajili ya presentation, na hii ni kwambie tu kwa wale ambao mnapenda eh, mambo ya presentation, ukialikwa mahali fulani ukaambiwa presentation tarehe tano, jitahidi kama kuna nafasi ile tarehe nne nenda ukaangalie lile eneo, ile ina maana kubwa sana katika maandalizi yako. Sasa wakati nafika, kabla sijafika na sijaenda eneo hilo, nikawa namwambia Mungu, nitakutana ni na mazingira gani? Usiku nikiwa nimelala nikakutana na ndoto fulani, nikaiota ya kwamba nimefika kwenye lile eneo, nikaliona mazingira yote, ilikuwa ni kanisa, nikaona watu walikuwa nje, namna walivyokuwa wanaonekana na kanisa lilivyokuwa na ndani palivyokuwa, nikaiota ndoto kama ilivyo. Nilivyoamka asubuhi, nikaondoka kwenda eneo lile nililokuwa naenda, kiukweli nilimshukuru sana Mungu, nilikuta mazingira yale yale kama nilivyokuwa nimeota ndoto. Hiyo ni ndoto ya kwanza Hujanielewa, zingatia sana ndoto zako kila siku. Ni kwa sababu dunia imekuwa na mambo mengi mno, hata mnapoamka asubuhi mtu anawaza tu simu yake na mambo mengine, lakini ukweli, concentrate sana na kile ambacho unakiota. siku moja tena ninakumbuka. Ninatamani tu leo, leo sikuwa, sina mambo mengi sana zaidi ya kushuhudia tu. Siku moja tena, wakati nikiwa kwenye siku kumi za maombi, nilikuwa mimi sikuwa mhudumu, lakini nilikuwa na mgeni katika eneo langu la kazi wakati huo. Siku hiyo ilikuwa kama siku ya tano ama ya sita, siku kumi za maombi Alfajii ia nafanyika alfajili, alfajili saa 11 nikalala usiku, usiku nikashtuka, nikakumbuka nimeota ndoto kwamba yule mhubiri wa siku hiyo hakufika kanisani baadae. Mm, mimi najua ndoto zina, zina maana kubwa sana. Nikachukua kile kitabu cha maandalizi nikajiandaa kana kwamba nina uhakika mhudumu hata kuepo. Ikalala tea ilipofika sat hivi kasoro nikashtuka usingizini kuelekea saa kui kuamka nikaona imeingia kwenye yangu tafadhali sana pasta, sitakuwepo leo, nimepata dharura. Nikaambia Mungu, wewe ni mwaminifu. Mungu anaongea na watu kwa njia ya ndoto. Usidharau ndoto unazoziota, na hata wakati fulani unaweza usijue, huenda hata rafiki yako ama jirani yako anaota ndoto ya kukuhusu ila pengine tu hajakuambia. Na mimi nikuambie tu siku ya leo, ukimwotea mtu ndoto yake mwambie ina ina namna fulani inaongeza nguvu, ina namna fulani inaongeza inamwongezea mtu spidi ya kumkumbusha purpose yake. Waambieni watu kimwotea jambo fulani. Biblia inaeleza katika kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 15 ya kwamba Mungu huwasiliana na wanadamu wakiwa usingizini kwa njia ya ndoto, huwasiliana nao, mambo mazito huwaambia. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu wa dalili kuwa makini sana. Wakati mwingine ukiweza chukua hata kinotibuku weka karibu na kitanda. Ukiota ndoto ambayo unaiona ina, ina chipukizi fulani la, la uhalisia, iandike. Utashangaa itakuongezea nguvu ya kuinuka, na Bwana Mungu akubariki sana unapozingatia haya. Usipuuze kila ndoto unayoiota. Napomalizia, nikukumbushe tu ule wimbo ambao unasema, nipe Biblia nipate kuona hatari zilizoko duniani. maana yake ni nini? Mungu huwasiliana na watu wake kwa njia ya ndoto na njia zingine nyingi. Nipe Biblia nione hatari zilizoko duniani. Hiyo ni njia ambayo Mungu anaitumia kama neema kwa watoto wake nipe Biblia. nipe Biblia.

Bwana akubariki okay.